Kuna mahali palipojaa mchanga wa matumaini na vumbi la historia, mahali ambapo jua linazama linazama juu ya mabega ya wakazi waliobeba ndoto. Hapo ndipo tunapoipata Shinyanga. Lakini kwa miaka mingi ndoto hizo zilikuwa na kivuli, kivuli cha huduma duni za afya, safari ndefu za mateso na ukimya wa maumivu. Yaani ukisafiri kwamba unaenda Bugando au Muhimbili unajikuta unaongeza gharama za matibabu, gharama za usafiri, gharama za maisha utakaoishi huko labda huna ndugu, huna jamaa. Lakini kila historia huwa na ukurasa wake mpya. Serikali ikasema hapana, Shinyanga nayo inastahili heshima ya tiba. Ndipo likachipuka wazo. Ukachipuka msingi, na leo limechipuka jengo la matumaini. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Shinyanga si tu hospitali, ni ahadi iliyo hai. Naitwa Dr Luzila Joni, ni mganga mfawizi Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Shinyanga, lakini pia ni daktari bingwa wa magonjwa ndani. Hospitali yetu ya Rufaa Mkoa wa Shinyanga ilianzishwa rasmi mwaka 1947 ikiwa kama kituo cha kutolea huduma za afya baada ya vita kuu ya pili ya dunia, lakini ilipofika mwaka elfu moja mia tisa sabini na nne ilipanda daraja rasmi na kuwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga. Katika kipindi hiki cha miaka minne hospitali imeweza kuboresha miundombinu kwa kiwango cha juu. Tumeweza kujenga majengo manne. Jengo la kwanza ni jengo la magonjwa ya mlipuko au tunasema isolation building ambayo inatumika kwa ajili ya kulaza wagonjwa, na jengo hili ligalimu zaidi ya bilioni mbili katika ukamilishwaji wake. Sambamba na jengo hilo, tumejenga majengo mawili makubwa, jengo la magonjwa ya dharura, lakini pia jengo la magonjwa la wagonjwa mahututi. Majengo hayo kwa ujumla yamegalimu zaidi ya bilioni moja pointi mbili kwa ujumla. Aa, lakini pia tumeweza kujenga jengo kwa ajili ya huduma za X-ray. Jengo hili pia liligharimu zaidi ya milioni mia tatu na ishirini. Sambamba na miundombinu hii ya majengo aa, tumeweza pia kujenga kiwanda kwa ajili ya kuzalisha tiba hewa ambao tunajua ilikuwa ni changamoto kubwa sana katika miaka ile, upatikanaji wa tiba hewa hususan kipindi cha Covid ambao uhitaji wake ulikuwa ni mkubwa sana tulikuwa tunalazimika kusafiri umbali mrefu kwenda Mwanza kwa ajili ya kwenda ku, kununua tiba hewa. Sambamba na miundombinu hii, lakini bado serikali iko kwenye mipango na mchakato kwa ajili ya ku, kukamilisha majengo mengine makubwa. Jengo la kwanza ni jengo ambalo tunategemea linategemea kuanza kujengwa mwaka huu wa fedha, jengo la mama na mtoto, lakini pia kuna jengo ambalo litaanza kujengwa mwaka huu ni jengo la maabara uchunguzi. Majengo yote haya mawili yana gharama zaidi ya bilioni ishirini. Kabla mwaka elfu mbili na ishirini na moja tulikuwa na madaktari bingwa watatu, lakini kwa sasa tuna madaktari bingwa wako tisa kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi, hususani sasa tunatoa ubingwa wa upasuaji wa mifupa ambapo wagonjwa ambao wanahitaji huduma ya upasuaji wa mifupa walipata gharama kubwa na Bugando. Sasa tuna daktari bingwa wa mifupa zinapatikana hapa hapa, kwa hiyo tumepunguza adha kubwa kwa wananchi kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kupata huduma. Tuna kitengo cha huduma hiyo ya NICU, ambayo pia imesaidia sana kupunguza gharama ya watoto wachanga kusafirishwa umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kupata huduma katika Hospitali ya Rufaa ya Kanda Bugando. Sasa huduma hizo zinapatikana katika hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Shinyanga. Mgonjwa si mtu wa kujificha tena, kwa CT scan, ultrasound na vipimo vya maabara sasa tunaona zaidi ya uwezo mboni ya jicho. Huduma ya vipimo si bahati, ni ya uhakika. Kwa mara ya kwanza, hospitali za rufaa za mikoa zimeweza kupata huduma ya CT scan kwa ajili ya kufanya uchunguzi mkubwa, ambapo awali watu hizi CT scan zilipatikana zaidi katika hospitali za kanda na hospitali za Taifa. Kwa miaka mingi dawa zimekuwa ndoto, lakini leo ndoto zimegeuka dawa na dawa zipo. Hii si hadithi, ni ukweli unaotembea kwenye korido za hospitali ya Shinyanga. Zamani kwa kweli dawa ilikuwa ni changamoto, lakini sasa hivi tunashukuru upatikanaji wa dawa ni zaidi ya asilimia 95 katika hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Shinyanga. Hii ni mafanikio makubwa. Wagonjwa hawapati changamoto ya kukoswa dawa, lakini zinapokosa ni kwa kiwango cha chini sana, na tunatafuta namna au mbadala wa dawa hizo, lakini kiujumla, uh, upatikanaji wa dawa kwa kweli kwa sasa hivi, na bohari yetu ya dawa ya Taifa MSD inajitahidi sana kwa ajili ya upatikanaji wa dawa hizi. Katika kitengo hicho ndani ya miaka hii minne tumepata watumishi 122 na kwa mwaka tu wa fedha huu uliopita tulipata watumishi 74 mara moja. Kwa kweli ni jambo ambalo ni kama la kihistoria, hatukuwahi kulizoea. Kwa hiyo hiyo imesaidia sana kwa ajili ya kuwapunguzia wahudumu kazi kubwa kwa ajili ya uchache, na hospitali yetu sasa hivi na jumla ya watumishi 346 wa kabla hapo kulikuwa na watumishi 224. Katika kila chumba kuna hewa ya heshima, kwenye kila wodi kuna sauti za matumaini, na kwenye kila huduma kuna faraja. Mazingira ni safi, watumishi wapo, na mgonjwa si mtu wa mwisho, ni mtu wa kwanza kabisa. Kwa muda mrefu sana wakazi wa, wa, wa, wa mkoa wa Shinyanga na, na, na, na mikoa ya wilaya za jirani wamekuwa wakisafiri umbali mrefu kwenda kutafuta huduma wanapokuwa na changamoto za mifupa. Nadhani toka mwaka 2024 baada ya kuanza rasmi kutoa huduma za upasuaji wa mifupa mkoa wa Shinyanga, kwa kiasi kubwa tumekuwa tukitoa msaada mkubwa sana kwa jamii na watuzunguka. Na kabla ya hapo, kitu ambacho kilikuwa kinatokea, wakazi wa mkoa wa Shinyanga wenye changamoto za mifupa, kwa sababu ajali huwa zipo zinatokea, walikuwa wanalazimika kusafiri umbali wa kilomita zaidi ya 160 kwenda kupata huduma hiyo Hospitali ya Rufaa ya Kanda Bugando lakini katika hii ndani ya miaka minne ya mama Samia, tuliweza kufanikiwa kumpeleka mtumishi ambaye ni mimi kwenda katika chuo kwa ajili ya kusomea upasuaji wa mifupa, na baada ya kurudi, huduma hizi tumeanza kuzitoa rasmi mwaka 2024. Na, na katika kipindi hicho chote wagonjwa walikuwa wanateseka kusafiri mbali mrefu kwenda kupata huduma. Pamoja na kuanzisha idara, lakini vile vile katika uongozi huu tuliweza kupata kufanikiwa kupata vifaa vya upasuaji wa mifupa. Vifaa hivi vimewezesha kwa kiasi kubwa kutoa msaada kwa, kwa wagonjwa na kuwapunguzia ile adha ya kusafiri umbali mrefu ililazimika sasa kwenda kwenye tiba asili. Unakuta ameenda amenda kwenye tiba asili, pengine mfupa umevunjika hajapona vizuri kulingana na kulingana na anavyotakiwa, anarudi hospitalini akiwa tayari ameshapata ulemavu ambao huwezi tena kurekebishika. Kwa hiyo ndani ya kipindi hicho, baada ya kuanzisha kuanzisha rasmi idara ya upasuaji wa mifupa Hospitali ya Mkoa wa Shinyanga imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa jamii wanaotuzunguka. Kwao wamekuwa wakipata huduma hiyo kwa, kwa, kwa ukaribu bila kupata hadha ya kusafiri umbali mrefu. Ili huduma iwe bora lazima pawe na nguvu ya watu wengi. Ndiyo maana waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Leo Shinyanga ina nguvu hiyo, ina mikono mingi, ina watu wengi, wauguzi waliofunzwa ua madaktari bingwa na watumishi wenye utumishi unaotoka moyoni. Tunashukuru serikali kwa ajili ya vifaa tiba ambayo imetuletea ambavyo vinaturahisishia kazi, kuanzia vitu vya kupima vitals za watoto wafanyakazi imeajiri wengi wa kutosha, tunashukuru pia. Tunashukuru kwa ajili ya wafanyakazi ajira mpya ambao kila siku zinaongezeka zinatusaidia katika workload wafanyakazi na tunasaidia kutoa huduma bora kwa wateja wetu. Hospitali hii ni jibu kwa kilio cha muda mrefu, ni zawadi kwa vizazi vya sasa na urithi kwa vizazi vijavyo. Shinyanga sasa si tu jina la mkoa ni jina la matumaini, sehemu ambako watu wanaokolewa maisha. Mimi nilikuja na hali mbaya, lakini mpaka hivi leo namshukuru Mwenyezi Mungu, hii hospitali mmenisaidia. Nashukuru sana, namshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia hivi vifaa kupitia hii hospitali yetu. Tofauti ya zamani na sasa hivi ipo tofauti ya zamani, ilikuwa changamoto kama hizi, oksijeni zilikuwa ni chache. Naishukuru serikali kwa kuleta hii huduma ya mguu kifundo na kuagiza madaktari bingwa katika hii hospitali ya mkoa mkoa wa Shinyanga. Kwa kweli tunapatia huduma nzuri. Afya bora ni msingi wa maendeleo. Shinyanga imeamua na haitarudi nyuma tena. Tumeweza kipindi hiki, tutaweza kipindi kijacho.